Athari za malezi huria au matokeo ya malezi huria: watoto wanashindwa kuwa na ufaulu mzuri darasani na hawajiamini. Hawa ni watoto ambao ukikutana nao wakiwa watu wazima, hata umri wa kuoa umefika, hawezi kumwambia hata mdada na kupenda kule. Mtaani wanasema wanakuwa madomo nzege, mdomo mzito, yaani yupo na urafiki na dada watu miaka tisa, kama kozi ya udaktari maalum hajawahi kumwambia hata nakupenda. Kazi yake ni kununua tu maua, unampelekea maua huyo nyuki, lakini amwambiaje nakupenda? Hakujengewa huu msingi nyumbani, hakuona huu upendo kwa wazazi nyumbani, ana experience vipi na hii? Ningezungumza zaidi na single mothers, ningewaambia kwamba kulea mtoto peke yako sio kulea, ni kutunza huko. Kama una mtoto unamlea peke yako nyumbani wa kiume na wewe upo nyumbani peke yako, mama, mpeleke hata kwa wajomba akalelewe, awe anasikiasikia sauti za kiume zikizungumza kwenye masikio ya kwake. Sio mtoto ambaye anamsaidia kila siku asubuhi mama yake kufunga zipu. E, nifunge zipu mwanangu, mgongoni nipake, nipake make up up. An, mtoto anajua vikolombwezo vya, vya kupaka usoni vya mama yake vyote. Mtoto wa kiume, mnatuletea shida huko kwenye nchi ya Tanzania.